Penzi mtazamaji wa Global TV uh, kupitia kipindi chako cha ongea na Global TV leo, tuko maeneo ya, ya maeneo ya Temboni, Kimara jijini Dar es Salaam. Ujio wetu hapa ni kutokana na kero uh, wenyewe wanadai mbuzi watu ambao wamekuwa wakiwasumbua kwa kula miti yao, kwa kula mboga zao na vitu vingi ambavyo ni matumizi ya binadamu. Sasa niko na mmoja wa wahanga wa tukio hili la awa mbuzi watu, labda pengine aweze kujitambulisha na kutuambia nini sababu ya kuongea na Global TV leo. Jina lako kamili unaitwa nani? Shukuru la ajabu. hmm. Ah, ni mkazi wa wapi? Temboni Kimara Temboni. Ah, labda pengine, kwa nini umeita ongea na Global TV, kwa nini umetuita ongea na Global TV? Nimwaita kuongea na Global TV ili waweze kupeleka habari katika sehemu zinazohusika kwa sababu hapa Temboni kuna mbuzi ambao unaona wameshindikana kutolewa kwa sababu watu tunapanda miti, mbuzi wanakula, wanatembea kama watu, mpaka wanavuka barabara kama watu. Sasa swala hili tumeona kwamba limeshindwa kushulikiwa kwa sababu tushatoa taarifa serikali ya mtaa, lakini serikali ya mtaa wakasema kwamba watawachapishia barua, watawapa wale wafugaji barua. Zimetembezwa, lakini bado mbuzi bado anaendelea mpaka sasa hivi navyozungumza, mbuzi wale mle wanaonekana katika ndani katika ukuta wa ndani wa serikali ya mtaa ambao walikuwa ni wa Magufuli zamani akiwa waziri. Hakuna hatua zote zinazochukuliwa, watu tukipanda miti, inaliwa, tunashindwa kulima. Umeona? Laba pengine kwa nini mnawaita ni mbuzi watu? Kwa sababu wanatembea, hawana kamba shingoni, wanajichunga wenyewe. Barabarani wana wanawezaje kuvuka hawa mbuzi watu mnawaita hiyo? Wana wanavuka, wakishafika pale temboni barabarani pale kituoni pale. Wanaangalia gari. Anasogea barabarani akiona gari linazidi spidi hata kupunguza spidi linapunguza spidi. Wanapita. Akiona gari halitaki gari limingangania kuondoka basi anarudi nyuma. Sasa tunashindwa kuelewa mbuzi gani wanamla wa namna hiyo ambao wanaweza kuvuka barabara kama watu. Kwa kawaida hawa mbuzi labda pengine ambao wanakuja kula miti yako hapa huwa wanakuwa idadi yao wangapi? Kama 30. Hmm. Zaidi ya 30. Mbuzi wanaosurura zaidi ya 30, kikundi kikundi. Toka umepanda miti yako, labda ni miti mingapi ambayo imeshawahi kuharibiwa ama kuliwa na hawa mbuzi? Toka nianza kupanda miti, mingine iliyokuwa imeshakaushwa, ambayo sasa hivi hata uwezi kuiona ni mingi, nafika hata 15. Na sasa hivi kama vile nilivyokuwa nimekuonyesha, miti ambayo ilikuwa imeliwa, mingine sasa hivi inaanza kuchipua. Yani ni hasara tupu, wakati serikali inatuambia tupande miti, panda mti, kata mti. Sasa mimi nasafisha shamba na kata mti na kata mti ili nipande mti, mtu unashindwa kuota. Na sasa hivi eh, kilimo ndio kila kitu kwa sababu hata kama ukoona sehemu kidogo ni bora uweke hata bustani ya mboga mboga ili wewe unakula kuliko kwenda kununua mboga ambazo wabadima nzio wanamwagilia na, na mifereji ya mavi ndio mbolea. Kwa hiyo tunakuwa tunakosa afya wa Tanzania kwa sababu ya vitu kama hivi. Mbuzi ambao wanaosumbua ni mbuzi wa nani? Wapo, wanafahamika, wafugaji kule jeu ipo mmoja anaitwa Flora, mwingine sijui yuko kule jeu kule ambaye tunamjua tu kijana sijui Julius, mwingine wako hapa, kuna sehemu inaitwa Sheri. Ni mbuzi ambao wanasumbua mtaani, wafugaji tuseme wanajulikana, lakini ili kuwaondoa mbuzi wa mtaani ndio imekuwa ni shida. Serikali ya mtaa, mmeshawafikia mara ngapi? Binafsi mimi nilishafika karibia mara nne. Wanakuambiaje? Wakaniambia watafuatilia hilo swala. Mbuzi wanakuja wana kula, nikaenda tena, wakaniambia watafuatilia. Wakaja tena wakala, nikaenda tena, wakasema watawaandikia barua wakayawaandikia barua, kweli waliwaandikia barua. Baada ya kuandikia barua, tukategemea mbuzi wafugaji watatii agizo la serikali ya mtaa, lakini wafugaji wamekaidi agizo la serikali ya mtaa. Pamoja na kwamba barua wamepewa, lakini bado mbuzi wanatembea kama kawaida. Na cha zaidi, mwingine anakuja kabisa kufungia pale karibu na shamba langu mimi pale. Kutoka pale na wafungia mbuzi watatu, wakati ana mbuzi zaidi ya kumi, na akifungia watatu, anabakia wale wengine ndio anafanya ndio malisho katika eneo ambalo mimi nimepanda miti kupitia kipindi cha cha ongea na Global TV, labda pengine unawaambia nini serikali ya mtaa na wafugaji ambao wako mjini maeneo hayo? Kuwa nawaambia wafugaji watusamini na, watu na sisi wakulima wote tuishi kama watu kama majirani, sio vile kuishi kwa sababu yaani, mfugaji mbuzi wake wanashiba, wanakuja kula katika mashamba yetu sisi. Watu samini na sisi wakulima, kwa sababu kuna, kuna muda nishawahi kukamata mbuzi hapa, mfugaji akaja akanitukana vibaya sana maana, kama ningelikuwa na hasira ningeweza kuchukua kitu chochote tukazuliana, umeona. Na kuhusu serikali ya mtaa, naomba ili swala walifuatilie ili waweze kulimaliza, kwa sababu ingawaje kwamba wao wenyewe wanajua kwamba mbuzi wapo mpaka mle ndani ya ukuta wao mle wanaingia, lakini tunaomba wachukue hatua zaidi kwamba sisi sasa hivi tunataka kwenda na mkakati wa kilimo kwanza. Mimi naitwa Kasimu Selemani Kisusi mm. Mkaaji wa Kimarabii mm. Leno? Tatizo hasa kero, kama alivyosimulia yo dada, mbuzi wanatusumbua mm. Tukilima mboga mboga, mbuzi wanakula mm. Tukilima miti miti, inaliwa miti. Tulishakwenda serikali za mitaa kama alivyosema mara nne, mi nimekwenda mara tatu na hakuna chochote kitakacho kitakachoamriwa. mm. mm. Kwa kweli ni kero letu hasa zaidi katika eneo hili ni hao mbuzi mm. wapate utaratibu upi ili mbuzi hawaondoke? Tushawaomba basi tupeni karatasi twende serikali za mitaa na ni serikalini tukapata angalau jibu kamili, wanasema tutafuatilia sisi, mtakapokwenda serikalini mnatuharibia sisi. Sasa tufanye vipi hapa? Kwani babu, nyie hamtaki wenzenu wafuge? Tunapenda wafuge lakini wao katika mazingira ya utulivu kama wanaposhauriwa kwamba mwenye mbuzi awe na mbuzi wawili au watatu awafungie, kuliko ni kumpa kero mwenzake ambaye hana mifugo. Tunashindwa kulima bustani kama hivyo unavyoona, ardhi tunayo, maji tunayo, tunashindwa kulima kutokana mbuzi mbuzi, wanatusumbua sana. Kero yetu kubwa ni hiyo. Labda pengine ushauri wako kwa serikali na, na, na, na, na wafugaji wenyewe ni upi? E, mi ushauri wangu zaidi ni kwamba serikali ifuatilie hili swala, ikibidi hawa mbuzi watolewe Manispaa ipo wachukuliwa halima, na halmashauri ya jiji wapelekwa na kuhusika, sababu walishaonywa karibuni mara tatu kwa mdomo na barua zimeandikwa, lakini hakuna anayetekeleza. Na alishawahi kuitwa mmoja na mtendaji wa serikali za mitaa, wakaongea naye ndani ya simu nikiwepo mimi, nasikia kabisa, akasema mbuzi wangu mimi nimewafungia. Nikamwambia si kweli, mtendaji, twende waangalie hao mbuzi, wapo sasa hivi hapa shambani, na kweli alivoteremsha akaja. muda ambao wanakuja hao mbuzi ni muda gani? Kwa sababu si waoni sasa hivi ni, sana, subuhi, ni saa nne asubuhi na jioni saa kumi, hmm, mpaka kumi na mbili ndio wanakuwa eneo hili hapo. Okay, asante sana saa mbili. Ni afisa mtendaji wa mtaa Chaupe Kimarabi, Kimarabi, labda labda mtendaji, kumekuwa kuna kero ambazo, uh, sisi kama ongea na, na TV tumekuwa tukitumiwa kuhusiana na mbuzi Mbuzi ambayo inasadikika ni mbuzi watu, kwa mujibu wa maelezo yao, kwamba wamekuwa wakisumbua sana maeneo yao kwa kula miti, kwa kula mboga na vitu vingine ambavyo ni matumizi uh, ya binadamu. Lakini pia kama serikali, mmeshaletewa taarifa hizi na watu mbalimbali mbali, na zaidi ya mara mbili? Labda pengine ungetuambia kero ikoje, changamoto hizi mnazitatuaje kama serikali ya mtaa? Ni kweli mbuzi wapo na sisi kama serikali ya mtaa tumewataarifu wenye mbuzi kwa kuandikia barua, lakini ba baada ya hapo pia tumemwarifu afisa ya mifugo wetu wa kata. Hili tatizo lina muda gani? La mbuzi. Mm, ina muda ina muda ina muda niseme toka toka mwaka juzi. Mnaona mbuzi wapo <coughs> Labda pengine mtendaji, kama toka mwaka juzi mpaka leo hii mmeshindwa kuitatua swala hili la mbuzi e? Sisi kama serikali mtaa hatuna namna ya kulifanya zaidi ya hmm. hmm. kwa kuwapa taarifa au wenye mbuzi, na hivyo tukishirikiana na afisa mifugo imeonekana kwamba wale wenye mbuzi mmekuwa mkiwapa onyo, mkiwapa barua, lakini wanakaidi kuna wanahisi labda pengine kuna chochote mnakuwa mnapitishiwa nyinyi ili kuweza kuendelea kuwaacha huru. Chochote hamna tunachopitishiwa. Sasa ninawafanyaje? Nitawakamata. Sheria ya mtaa inasemaje kuhusiana na mfugaji katika mtaa? Sio ya mtaa, bali ni hizo ni bylaws za mashauri ambao watu hawataki kufuga mjini mm. Mm. Eh. Okay, sawa. Labda pengine uh, kwa afisa mifugo mmefikiaje? Anawaambia nini ama kipi ambacho mnaenda kufanya sasa hivi? Eh, menda kukifanya, uh, yeye anafuatilia kwa nafasi yake sasa mm. Mm. Binafsi umepokea malalamiko? Yes. Sasa nikutajie mtu mmoja mmoja au unaweza kunitajia watu labda sita au saba na... mm, mimi kwangu nimepokea kwa watu watatu. Na wamekuja mara ngapi, mara ngapi? Ah sasa sikumbuki hiyo mara ngapi. Lakini mtendaji, ungeweza kuniambia kwamba hili swali linawashinda kabisa nyie kama serikali ya mtaa, ambao tumewakabidhi kutulinda sisi na mali zetu, na tunatoa kodi na vitu vingine kwa e? Sasa, ndio hatua hiyo tumeshachukua, ya kuwaandikia kwamba watunze, wanatakiwa wawatunze wa, au mbuzi wao kulingana na utaratibu eh hey, hiyo ndio hatua tulio chukua sisi kama serikali ya mtaa. Mbuzi hao ni wafahamu, lakini kwamba ni wanane na wanane na nane. Tumeshawazungumza nao hawahusika hao. Wenye mbuzi ndio wanasemaje wao? baadhi wengine ambao tushawaandikia barua wamesema wamefunga mbuzi wao lakini wengine ndo kama hivyo wanaendelea kuwepo, ambao huwezi kujua huyu ni wanani, kama wao mliowakuta huko ndani. hmm. hmm. Uoni uh, kwamba wananchi wako wanakuwa wanawapa shaka kwamba wanakosa imani, na kwa sababu kama swala la mbuzi tu limechukua miaka, wanakosa imani ipi sasa, kama mtendaji sasa pengine ya... Mtendaji pengine, maamuzi magumu zaidi, ya kufanyaje, kuwakamata hao mbuzi sina uwezo mm. mm. mm. wa kuwakamata sasa, hao mbuzi wenyewe wanatembea, nawaahidi na nawaahidi tu kulifuatilia, kwa sababu sasa tunashirikiana na huyu afisa mifugo wa kata kwamba tuchukue sasa hatua kwa pamoja, labda yaani sijui sasa tufanyeje, sijui tutajua tutakachokifanya, labda kwa sababu na yeye anaipeleka kwenye mamlaka ya juu zaidi, maana yeye ni wakata, mimi mtaa kwa wakata, na yeye anatakiwa alifikishe kwenye ngazi ya halmashauri. Mpenzi mtazamaji wa Global TV bila shaka kupitia kipindi chako cha Ongea na Global TV umemsikia mtendaji ambavyo anazungumzia swala la, la kero ya mbuzi. Ni kweli ameipata, lakini naye pia anaahidi kwamba anaendelea kufuatilia zaidi na zaidi. Ni hayo tu.